Kenya nilikunyamazia lakini naomba nikupe ushauri itakusaidia. Amen. Nakwambia ukweli nilikunyamazia lakini naomba nikupe ushauri itakusaidia. Kenya waongeleshe waliokuongelesha. Usiwaongeleshe wasiokuongelesha. Usijaribu kuhusisha asiyekuongelesha Kenya, tafuta aliyekuongelesha. Nilikuambia nchi yangu kwamba hauelewi lugha ambayo mtu fulani anasema. Nchi yangu, nilikuambia kuna watu wanaita vijana na wazee, wanaongea lugha na hauelewi. Na nchi yangu bado hujaelewa. Nchi yangu una apply panadol, usiweke panadol, tafuta tiba na kusi, taifa langu usiache hii pite, tafuta tiba kamili. Usipoeshe ugonjwa, eri uumie, lakini upate nini? Tiba. Ukipeana panado hautasikia maumivu, lakini itakuja kukushtua. Heri usipoeshe maumivu, lakini uondoe ugonjwa kabisa kabisa. Na kusii, kwa heshima na kwa unyenyekevu, nchi yangu, tafadhali, huu ugonjwa usipoeshe na ninakupa ushauri for free, my country, ongea na waliokuongelesha, waliongea waongeleshe, sababu nchi yangu, kuna watu ambao wako na interest tofauti na watachukua nafasi hii kujinufaisha na nchi yangu. Utafikiria kwamba uko salama. Naomba ujitibu, ongea na waliokuongelesha na wa, ukiwapata na wakikuongelesha, wasikilize na uwafuate kisha utakuwa salama. Kwa siku hiyo moja mbili sikuwa hapa, nikiwa kwa maombi ninaambiwa everything precisely mimi Mungu nimehusika kwa Kenya kwa sababu hawako wa nikusikiliza. Mungu ananiambia, sio mtu mwingine, si shetani. Nimeruhusu hiyo roho ipige hiyo nchi kwa sababu hawakufuata kile nilichowape. Ndiposa nawaambia saa zingine maziwa inaweza kuletwa na sufuria Tafadhali chukua maziwa, usimwage maziwa kwa sababu yaletwa na sufuria. Iweke kwa jag basi kama unataka, lakini usimwage nini, maziwa. Usitupe ujumbe wa Mungu kwa sababu hupendi kontena. Ujumbe utakuja kutimia tu. Kuna watu hawalipwi ili watabiri wanapewa ujumbe na Mungu na wanaweza kuwa sio chaguo la mtu. Mimi nikikupa ujumbe, mimi sikujui. Sasa mimi naongelesha nchi yangu, mimi naongelesha Uganda. Mimi sijaongea na mtu, nimeongea na nchi kaa ndani ya mtu na inambadilisha, unaweza kufikiria it is the same person, si the same person. Niposa nikakuuliza na wewe, nimepeana ujumbe wa taifa na mataifa na wewe na mimi nimekuuliza ya kwako, na pia nitakuja kukuongelesha, nitakwambia hivi na hivi. Kuna yule ambaye ataniambia pana pastor, kwa sababu gani? Nani ananiambia pana? Huyo mgeni ako hapo, na bado nitamtoa huyo mgeni tu sababu so, nikimwacha, utaenda hasara na utaongea kitu ambacho kitaniuma, pasta, nilikuja kwako na sijafanikiwa. Amen, hiyo statement ndio itanifanya nitowe hiyo roho kwa lazima. Hawa unaowaona hapa wako huru, hawa watu unaowaona hawa watu hawana hayo maroho tena, wako huru. Hata roho sugu ndani yako itang'olewa tu kwa jina la Yesu. Ninapokuongelesha nitakuongelesha kwa yale ambayo ninaona ndani yako. Mimi sikujui na sijui kama umekuja na ndege ama umekuja mguu. Naomba tu nikupe ujumbe wa Mungu, uupokee huo ujumbe, ubadilishe maisha yako, usiende hasara, sababu hakuna pesa nitakuomba ili nikwambie sauti ya Mungu. Hakuna. Utoe sadaka, usitoe sadaka. That is none of my business. Sadaka faida yake ni kwako, si faida ya kwangu. Umeona nimevaa nguo nyingine, si ni ile ile. Sina designer clothes. Hivyo, sadaka yako haitaninunulia suti nyingine. Umesikia, nimenunua shamba kwa jina langu kwa hivyo hakuna <laughs> kitu utanipa, ni kuhudumie vizuri, nitakuja na ujumbe wa Mungu peke yake, peke yake. Amen, mtu ako tayari, lakini uko tayari, lakini nimekwambia hayo ambayo Mungu anafanya kupitia kwa hayo. Nilimwongelesha mke wangu juzi, I told her God is talking about something else, another kind of ministry. It will be ABCD. Ukiuliza mke wangu atakuambia. Lakini mami, unaishi peke yako, ninaongea, lakini nikikuangalisha naona ukiwa peke yako. Ndio maana nimekatisha kuongea Unatoka una wapi? Tanzania. Unaishi peke yako kweli? kwa nini? Aliondoka tu mume wangu, akaenda kufanya kazi kwingine, basi huko ndo akaoa. Kwa hiyo iko eh, familia nyingine. Si mbaya. Huyo roho niliyemwona ndio nitamtoa, alafu mumeo atarudi <laughs> unaweza ufikiria ni mbaya? si mbaya. Sikufichi, nikuulize, ushakula samaki? Ushawaikula samaki? Ukipata samaki iko na sukari na majani, utakula? okay. unaona vile nashtuka eh. So ndani ya mwili wa mtu ikiwa kuna roho tofauti, mwenzake utoroka, na hata wakiongeleshana wanakosana, sababu roho unena na roho mwili hauwezi nena na mwili, mwili sababu hata maiti wamepangwa hivi kwa mochari, na hawaongeleshani na wanaishi peke yao, na hakuna mtu anaomba mwenzake urafiki. Hakuna mtu anamwambia mwenzake, unaishi wapi? Mbona ukaletwa hapa? Wewe ulikufa na nini? kuna mtu anauliza mwenzake? Sababu roho ashahama. So ni roho, ni anapeana uhai kwa mwili, huyo roho kama ni mbaya anatolewa leo, yule mzuri anaanza kazi leo. Ama umpendi? Niongeleshe tu, kweli, na mwogopa pasta. Kwa sababu tayari yuko na familia nyingine. Kule alikuwa na familia nyingine, ama wewe ndio uko na familia nyingine? Yeye tayari ameanzisha familia kule, mimi niko tuna watoto. Nani alianzisha familia na nani wa kwanza? ni yule ama wewe? ndio ulianzisha familia na yeye kwanza? tulianza mimi na yeye? ninyi ndio mlianza? so nitakuuliza swali. niletee ile bodi. wote walio chini wamefunguliwa na hiyo kelele ishe kwa jina la Yesu Kristo, amen. nipe ile bodi kule, nipe ile bodi kule. nitakuuliza swali, lakini tushauriane, na kile ambacho uelewi uniulize, sawa? usinyamaze nayo, sawa Tafadhali, sawa. Hata kama unaniogopa niambie, hata ukisikia ninakutetesha, nina naongea kwa ukali, wewe usitegemee huo ukali, niulize mpaka ufanikiwe. Hiyo ndio faida yangu hapa, sawa mami, mama, mama? Utamwongelesha. Hii ni kamera ya Urusi. Asante sana. Ushikwa, ulipata habari iona kwa runinga kwa mtandao kwamba Pasta Ezekiel ashikwa, si ndio? Wewe haukuamini hiyo statement, si ndio? Hata mimi sikuiamini mimi. Ningesema kwa vile nimeshikwa nikawekwa ndani, siwezi kurudi kuhubiri tena, ungekuja hapa. Kwa hivyo aliyeniweka ndani aliniweka ndani kimakosa na aliwakosea watu wengi aliyechukua ndoa yako alichukua kimakosa, na amekosea watoto wako, na amekukosea ndoa yako. Inarudi. <laughs> Nilifikiria vile unavyofikiria na niliporudi hapa, ilikuwa ni laini mbili. Wiki ya pili ilikuwa ni laini tatu. Kuna mtu alikuja hapa wakati nimetoka jela, si tulikuwa wachache sana sana laini mbili hivi laini tatu, lakini kwa sababu nilijua ukweli, wewe pia unajua ukweli. Yule mwanamke si mke wa mume wako, mke wa mume wako anaishi peke yake, ambao ni wewe. Kama wewe ni mbaya na kama yeye ni mbaya, mbona anaishi na mwingine? Labda sababu mi ni mbaya, basi yule amekuwa mzuri kwake. Umezungumza vizuri. Profesa, mkulima, wote wamekufa. Baba, hizi vitu haziandiki, na niliwaambia mnitafutie vitu ambavyo vinaandika. Nimepewa kalamu, hata wengine wamenitolea Amerika. Anletea vitu mbaba vya. Marehemu. Kuna tofauti kati ya hii maiti na hii maiti? Hapana. Si ndio? Ndiyo. Ukiweka roho ndani yao, hii maiti atarudi kuwa profesa. Si ndio? Ukiweka roho ndani ya huyu, hii maiti atakuwa kuja kuwa mkulima. Roho ya mauti ikitoka ndani ya profesa, profesa atarudi kufundisha university. Roho ya talaka ikitoka ndani yako msichana wangu, utarudi kwa ndoa yako kwa heshima. Na roho ya mpango wa kando ikit... imagine yule mama pia anaamini yako kwa ndoa yake, nasi hajawahi olewa na atakufa bila kuolewa, na anafikiria ameolewa wewe ukiingia kwa nyumba ya mtu na wewe ni mpangaji, na mwenyewe amefungwa jela, ni nyumba yako? Hapana! haulipi sima, haulipi kwa sababu mwenyewe ako jela. Hiyo nyumba inakuwa yako? Unajua utakufa kwa nyumba ya mtu, hata mwenyewe akikufa jela, hii title deed ni yako? Yeyote aliye na mume wa mtu ama na mke wa mtu ujue unakufa peke yako, hauna ndoa na mwenyewe pia amefungwa kwingine. Umemaliza maisha ziro. Tingisha mtu, muulize unaishi wapi? wa wewe, mutu anaelewa, naongea ukweli kweli, unakuwa serious na unasema Ezekiel, wewe weeongea tu, niko kwangu. Nani amekuambia hujawahi kuwa na kwako? na unajua ukweli, huyu ni mume wa mtu. Na alimuita hani, na alimuita bebi, kwa sababu roho ya talaka imegonga yule. Wewe nikeateka na ukujiuli kweli, utaki kuangalia programu yangu wala YouTube channel yangu, sababu nakuambia ukweli na unaumwa.